Kibwagizo hicho cha kudhihirishia wazi tuko ndani ya nukuu ya matumaini, Radio Fortune Africa. Ukuwe na burudani. Asante na karibu nukuu ya matumaini, siku hii nzuri ya kupendeza. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Nasema hivi katika nukuu ya matumaini: onjeni mwone yakuwa Bwana yumwema ili mtu yule ambaye anajisoga na kusongea karibu na uso wake, maana kila atakayemtafuta Mungu atampata. Katika maandiko yu wazi: ombeni nanyi mtapewa, bisheni na mlango utafunguliwa, tafuteni nanyi mtamuona. Asema hivi, onjeni nanyi mtaona Bwana yu mwema. Habari njema kwetu kwa ajili ya kesho. Aliyetulete leo ni mwaminifu na hata kesho atatufikisha, aliyowekea Israeli katika jangwa nafasi ya maisha mazuri ya kusonga mbele licha ya changamoto za jangwa, aliyeweka katika mito na njia ikapatikana katika bahari na mito, jungali mwaminifu. Nasema hivi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Nalimtafuta Bwana akanijibu akaniponya na hofu zangu zote. Nalimtafuta Bwana akaitika akaniponya na hofu yangu zote. Uso wangu ulipoonekana ni kama unapoteza e, furaha, alinipa furaha siku zote, alinitetea ndio nikasema hivi mtetezi wangu yu hai, hatimaye atasimama juu ya nchi, hata ikiwa ngozi yangu itaharibika, hivi pasipokuwa na mwili nitamwona Jehova siku zote. Weka imani yako ndani ya Mungu, amini inawezekana. Kwa nini? Imani ni bayana ya vitu tusioviona kwa macho bali tunavitarajia, na siku moja Bwana atavitimiza vitu vile na vitatendeka. Ishi kwa imani ya kwamba mtetezi yuko. E, Bwana utetee watumishi wako wanaokutafuta kila kiku chao, upigane nao wanaopigana nao, washindie washinde katika safari zao zote, wasiofu wala kuangaika, wasipitie hali nzito, maisha yao yabadilike na kuinuliwa na wewe Bwana. Yawezekana katika hali na hatua ya sasa ya kwamba vitu haviwaendi vizuri, lakini e Mungu, jeshi lako lizidi kuwazingira na ukuu wako uzidi kukaa pamoja nao kila wanapokutafuta kila kuchao. Nasema hivi, jipeni moyo. E Bwana, ailinde mboni ya jicho lako akuhifadhi akupe hekima ayafungue macho yako kuona mwanga, nyota yako iangaze, na tusiwe na siku yoyote utakayepoteza. Ali Bwana akupe uwezo na nguvu katika hatua zako zote za kila siku. Waliokuona chini, kesho Bwana wafanye waone ukiinuliwa. Waliokuona ukiketi katika hali ya madharau, kesho yake waone Bwana akikuketisha na ufalme na ukuu wake ukizidi kuzingira maisha yako siku zote. Nasema, Enyi watu mnaotafuta Mungu, mtafuteni kwa bidii maadamu anapatikana. Na ndiyo nukuu ya matumaini asubuhi. Njema kabisa na Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. 45 61 468 ni namba yetu, pia unaweza simana kituo hiki kifedha, na zaidi ya yote kimaombi. Tunashukuru sana kwa wale ambao mnatuombea na kichache mnachotuma kwetu ni baraka sana, na Mungu awabariki sana na watende mema. Mathew Ndeva Dilo jina langu. Asante na karibu popote.